Wanu Hafidh Ameir ambaye ni mtoto wa kike wa rais wa nchi ya Tanzania, Samia Suluhu Hassan amepata mashambulio makali kutoka kwa wananchi wa Tanzania. Suala hili pia limeweza kuibua mjadala mkali katika mtandao wa kijamii lakini pia kuzua utata na maswali kadhaa kuhusu uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Swala hili pia limeweza kuibua maswala kadhaa yaliyoweza kufichika katika uteuzi na pia mapendeleo ambayo yameweza kufanyika katika serikali ya Samia Suluhu na katika upeanaji wa nyadhifa mbalimbali za serikali. Sasa, Wanu Hafidh Ameir ambaye ni naibu wa waziri wa elimu nchini Tanzania alipata kuzungumza katika siku ya jana. katika mazungumzo ambayo aliweza kupeana, Wanu aliweza kusema kwamba aliweza kwanza, msikilizaji ni kufahamisha, aliweza kuhudhuria hafla ya mahafali ama graduation na kaweza kuzungumza kama kuwapatia wasia wale ambao waliweza kufuzu katika hafla hiyo, katika mazungumzo yake aliweza ya kusema hivi kwamba anawashauri ama amewataka wahitimu kuacha kutegemea ajira, badala yake kujikita katika kutegemea kujiajiri kama mkakati muhimu wa kutimiza malengo yao ya kiuchumi. Anipata msikilizaji, aliweza kuwashauri maafala waloweza kufuzu kwamba wasiweze kutegemea ajira za serikali. Kwa mfano, wasiweze kutegemea kwamba kuna kampuni zitawaajiri lakini akawashauri waweze kutumia ujuzi walioweza kupata katika kuhakikisha kwamba wanajiajiri na kujitafutia ajira kama kama mkakati muhimu wa kutimiza malengo yao ya kiuchumi. Na sasa suala hili limezua mjadala mkali baada ya watanzania kuweza kudurusu na kuangalia kwamba Samia Suluhu ameweza kumteua mwanawe wa kike katika wizara ya elimu, lakini pia akaweza kumteua mkwe wake sasa, ambaye ni bwana ya Wanu. Sasa ni mkwe wa Samia Suluhu Hassan akaweza kumteua kama waziri katika wizara ya afya. Anipata msikilizaji? Wanu Hafidh Amir ni mwanawe Samia Suluhu na Mohamed Mchengerwa ambaye ni bwana wa Wanu Hafidh Ameir mtoto wa Samia Suluhu ameweza kuteuliwa katika wizara ya elimu kama waziri ah, wizara ya afya kunradhi, kama waziri wa afya. Kwa hivyo Samia alicho, alichoweza kufanya ni kuhakikisha kwamba familia yake inapata vio vya kiti cha kwanza, kwa sababu mkwe wake ni waziri na mtoto wake ni naibu wa waziri katika wizara ya elimu. Msikilizaji, sasa suala hili limezua mjadala mkali. Kwa sababu gani? Kumeweza kujitokeza kwamba mateuzi ama uteuzi ulioweza kufanyika na Samia Suluhu ni uteuzi ulioweza kuzingatia misingi ya familia. cha kwanza sheria hairuhusu kwamba mtu aweze kufanya hivyo, lakini cha pili, kuna watanzania wengi waliweza kusoma na ambao wana uwezo wa kumiliki nyadhifa hizi na kuhakikisha kwamba kazi imetendeka kwa watanzania. Sasa Wanu wamepokea mlipuko mkali baada ya kuweza kuwashauri mafala walioweza kufuzu kwamba wasiweze kufikiria kwamba kuna ajira ilhali yeye ameweza kuteuliwa na mama yake ya mzazi na kupewa nafasi hiyo katika serikali. Sasa suala la yeye kuweza kushauri kwamba wasiweze kufikiria wengine kwamba kuna nafasi za ajira katika serikali linakiuka misingi ya kawaida ya kibinadamu, kwa sababu Wanu sasa hivi na mmeo bwana Mohamed Mchengerwa wanajipendezesha kwa sababu ya kutumia pesa za umma wanapata tu pesa kwa sababu ni pesa za umma na mama yao ndio wameshikilia usukani wa uongozi. Kwa sababu hiyo, sasa hawaoni ukubwa ule sana, kwa sababu haijawahusu, ndio unapata kwamba anu anashauri wanaweza kufuzu kwamba wasiweze kutegemea kwamba kuna nafasi za ajira kwa sababu zitaweza kupeanwa kwa familia nyingine iliyoweza kubaki. Lakini pia tukiweza kuangalia katika uh, cabinet ile ambayo Samia Suluhu aliweza kuiteua, aliweza pia kumteua uh, Ridhwani Jakaya Kikwete ambaye ni mwanaye Jakaya Kikwete ambaye ni rais wa kitambo wa nchi ya Tanzania. Nafasi hiyo bila shaka ingependeza na mtu mwingine tofauti. Aliweza kumteua kama waziri wa utumishi kwa umma. Msikilizaji, familia ya rais Jakaya Kikwete haina upungufu wowote wa mpaka sasa hivi, na bila shaka nafasi hiyo ingependeza na mtanzania tofauti kupata nafasi hiyo na kuhudumu katika na nafasi hiyo. Mtazamaji, unahisi ni bora Samia Suluhu kuwateua familia yake kama mawaziri katika wizara mbalimbali mbali, ama katika nafasi za ajira serikalini bila kupeana nafasi hiyo kwa Watanzania? Achia maoni yako kwenye comment section, lakini pia zidi kutufuatilia, tuzidi kufahamishana.